Nikuhimizeni tena tu kwa niaba ya Mheshimiwa waziri kwamba uongozi pamoja na masuala mengine mbalimbali mbali. Uongozi ni utaalamu, ni taaluma ambayo nyinyi ndio mnaendelea kuipata hapa. Uongozi ni maono, kutumia akili zetu, kwa sababu anatakiwa kufanya decision pamoja na taaluma tuliokuwa nazo, lakini kuna baadhi ya wakati wanatakiwa kutumia e, taaluma yako lakini iendane na akili yako ambayo itakupelekea kufanya maamuzi ambayo ni sahihi katika eh, jambo ambalo mnajadili, kwamba wewe utakapokuwa katika eh, una nidhamu kama kiongozi na una maadili mazuri, kwa hiyo unakuwa ni role model kwa wengine, ile taaluma yako ndio unaipandisha hadhi zaidi. Watu wanaelewa kwamba kweli unapokuwa na elimu una, unakuwa katika mwelekeo huu ambao unastahili. Kwa hiyo ikiwa tunakuwa ni kinyume chake, tunakuwa ni viongozi hata kama tuna taaluma, ikiwa hatuna maadili inakuwa ni mfano mbaya kwa wale ambao tunaongoza. Kwa hiyo viongozi siku zote ni pamoja na utaalamu na uzoefu na kutumia akili, lakini maadili ni priority katika uongozi, kwa sababu kinyume chake inakuwa ni, ni bomu. Kiongozi ambaye hana maadili inakuwa ni bomu na hana msaada kwa wale anaoongoza na wanaomzunguka na kwa taifa kwa jumla.